Tulikuwa mahali hapa yes. Tukimwambia Mungu tunataka amani. Hatutaki majumba, hatutaki farasi, hatutaki maarufu, hatutaki chochote. Tumeona furaha na amani mioyoni mwao, na kuna watu wana mambo mengi ya kuyasema mbele za Mungu, na sisi Mungu ametupa taifa la Tanzania ambalo ukienda nchi yoyote huko duniani ukisema umetoka Tanzania, kila mmoja anataka awe karibu na wewe kwa sababu ya misingi ambayo baba zetu wa imani na hata viongozi wetu waasisi wa taifa hili waliliweka misingi ya umoja, upendo, haki na amani, ambayo kwa Watanzania tumekuwa tukijivunia, lakini leo hii tunaweza tukasimama hapa, tunakwenda kuomba, tunakwenda kumwita Bwana kuendelea kuonekana juu ya taifa hili la Tanzania. Naona yes, mambo mengi yanayoendelea, yes, na hatuwezi kuyaacha mikononi mwa shetani, yes, au mikononi mwa watu wengine wanaozungumza huko nje. Yes, yes, yes, lakini kama kanisa tunajua wajibu wetu. Sasa leo hii tumekuja hapa ili tulitie jina la Bwana Mungu wetu wa taifa ile la Tanzania, wakati viongozi wa serikali wanaangaika, wakati wanasiasa wanaangaika, wakati kila taasisi zinaangaika wanajaribu kutafuta majibu, kwa sababu kuna mambo yaliyoingia yaliyoishtua taifa letu. Tumeona tumekutana na uzoefu ambao hatujawahi kukutana nao toka uhuru wa taifa hili, na tumeona kuna mlango umefunguka ambao shetani ameutumia huo mlango ili atupige. Lakini leo hii tunataka tusimame, kwa mama tulioko hapa, kwa baba tulioko hapa, vijana tulioko hapa Mungu anamtafuta mtu mmoja atakaye simama mahali palipobomoka. Kwenye taifa letu la Tanzania kuna ukuta umebomoka. Ni lazima, hatutasubiri watu kutoka nje watujengee ukuta wetu, tutaujenga wenyewe kwa kumuita Bwana wa majeshi aliye hai. Hata kama tumepitia machungu, hata kama tumepitia maumivu, Biblia inasema taifa la Israeli walipokuwa Misri walipitia mambo mengi magumu waliona mambo mengi magumu, lakini Biblia inasema wakamlilia Bwana. Na sisi mahala pa kwenda ili tuweze kupata majibu, tunamlilia Bwana aliye hai, na tunaamini Mungu atatoa majibu ya taifa hili, na tunalichukua taifa letu, tunayulisha mikononi mwa Mungu, na tukiliweka mikononi mwa Mungu litakuwa salama. Tutasikia maneno mengi sana, lakini sisi majibu yetu yako miguni, kwenye Bibilia tumesoma historia nyingi, tumeona mataifa livyokuwa na angaika, lakini tusijishangae, tukae kwenye laini ya Yesu ili tuokoe taifa letu. Sema amina, sema amina. Hakuna damu itakayomwagika, tunaikataa hiyo damu isiyo na hatia. Hakuna Uganda wala usawi katika taifa hili. Hakuna maneno mabaya kutopiganisha. Hayo maneno kuyafuta kwenye vinywa vyetu. Tunataka kunataka kutamke mema. Kama mwenzako awezi, Tunatafuta njia ya kumletesha. Njia ya kumweka karibu ia. Hakuna mwanadamu yeyote asiyemheshimu Mungu.